Unajua, huku kijijini kwetu ukinyamaza sana, unaweza kusikia kilio kinachovuja kutoka ndani ya msitu. Kilio kisicho na jina, kisicho na mwelekeo, kilio cha roho iliyopotea na haikuwahi kupatikana tena. Wanakiita msitu wa Nyalanga. Msitu unaota bila ruhusa, unaotembea usiku ukitafuta wale wanaosikia. Mimi ni Joram, nilizaliwa kijiji cha Matembe, kijiji kilichoishi pembeni ya msitu huo kwa zaidi ya miaka 90. Mama yangu alikuwa muuguzi, baba mvuvi wa mto Nyalanga, lakini wote waliniambia jambo moja: ukisikia kilio kutoka msituni, ziba masikio, usiulize, usijaribu kuokota sauti. Miaka kumi na tano kabla ya kuzaliwa kwangu msichana mmoja alipotea. Alikuwa na miaka kumi na mbili, alikuwa mdogo wa mwalimu wa kijiji. Alisikia kilio kutoka msituni, alidhani ni mtoto aliyepotea. Aliingia na hakurudi tena. Wazee walikusanyika, walifanya tambiko, walijaribu kuita jina lake, lakini usiku huo kilio kilianza tena, tofauti, cha huzuni na hasira. Wazee walisema roho yake ilinaswa na sasa inaita kila aliye na huruma ili apate mtu wa kubadilishana naye. Siku moja kilio kilisikika tena. Wazazi walikuwa kazini, nilikuwa peke yangu saa mbili usiku. Kilio kilikuwa tofauti, kilikuwa karibu sana, kana kwamba kimelala nje ya dirisha langu. Nilivaa viatu nikachukua tochi na nikafuata sauti hiyo bila kujua. Nilikuwa natembea kuelekea mahali pasipo na wakati, ndani ya msitu giza lilikuwa na rangi rangi ya hofu, rangi ya kumbukumbu -Kumbu. niliona picha zikininginia hewani, picha wa za watu waliopotea, wengine walikuwa marafiki wa baba yangu, wengine nilikuwa nimewazika mwenyewe, lakini sasa walikuwa hai, walinitazama bila kusema neno. Kisha nilimwona yule msichana mwembamba anaangalia chini, akasema, wewe ndio niliyekusubiri. Alinishika mkono, nikahisi baridi, dunia ikaanza kuzunguka. Kisha nikamwona mama yangu, baba walikuwa mbali, lakini wakinililia. Msichana alisema, nimevumilia miaka mingi, hebu wewe ubebe sasa. Nikasema siko tayari kufa. Akasema sio kifo, ni kusahaulika utakuwa hai lakini hakuna atakayekumbuka jina lako. Nililia, lakini nilikuwa tayari nikakubali, kwa sababu sauti yake ilikuwa na huzuni kuliko kifo chenyewe. Nilipoamka, nilikuwa nimevaa nguo za shule, sauti yangu ilikuwa laini, nilikuwa msichana sasa. Nilitembea hadi kijijini, lakini hakuna aliyenijua, hakuna aliyeniita Joram. Mama yangu alinikimbia, baba hakunijua. Nilikuwa kivuli cha mtu ambaye hakuna aliyemkumbuka. Msitu haukuwa mbali tena, ulianza kukaa moyoni mwangu. Nilikuwa Nyalanga sasa. Msitu wa Nyalanga ulikuwa unanipulizia pumzi yake ya baridi kila nilipokuwa namkaribia, hata nikiwa ndani ya kijiji chetu cha Matembe. Jina langu lilikuwa Bwenge na nilikuwa na umri wa miaka kumi na miwili kabla ya tukio hilo. Nilikuwa mvulana mchangamfu, mchezaji hodari wa mpira wa miguu na mwenye ndoto nyingi za kufikia, lakini tangu siku hiyo nilikuwa kivuli, mtu asiyeonekana katika maisha yangu mwenyewe. Baada ya kubadilishana nafsi na yule msichana wa kale Joram, nilijikuta nimefungwa katika ulimwengu wa kutokuwepo. Nilikuwa msichana mwenye miaka kumi na mbili, naye Joram wa zamani alikuwa amelala mahali pasipojulikana, labda akiendelea na maisha yake bila kumbukumbu yoyote ya mimi. Mama na baba yangu ambao sikuweza hata kuthubutu kuwatazama machoni, hawakujua hata kidogo kama nilikuwa mwana wao mpendwa aliyegeuka kuwa mtu mgeni kabisa. Kila nikijaribu kuzungumza nao, walinipuuza au zaidi ya hapo, walinikimbia kana kwamba nilikuwa aina fulani ya mzimu. Msitu wa Nyalanga haukupotea kabisa kwangu, ulikuwa umeingia ndani ya roho yangu. Nilipopata muda wa kutafakari, nilikumbuka maisha yangu ya zamani, jinsi nilivyocheza na marafiki zangu, jinsi nilivyoisikia shina la mto Nyalanga kwenye ngozi yangu, jinsi nilivyojua kila kona ya kijiji chetu. Lakini sasa hata mazingira ya nyumbani kwangu yalikuwa yamebadilika, yamejaa watu wasionijua, wakitembea na maisha ambayo yangestahili kuwa yangu. Kilio cha yule msichana kilikuwa kimeweka mizizi ndani yangu kilikuwa ndicho chanzo cha kutokuwepo kwangu, lakini pia ndicho kilichoendelea kunishikilia kwenye ulimwengu huu. Mara kwa mara, hasa nyakati za usiku, nilisikia tena sauti ile, sio kutoka msituni tena, bali kutoka ndani yangu. Ilikuwa ni kilio cha roho iliyopotea, sio tu ya yule msichana, bali pia ya Joram aliyewawa ili yeye apate ukombozi. Wakati fulani nilipokuwa nimenyamaza kabisa, nilisikia sauti ya mama yangu ikiniita. Nikafikiri kwa muda mfupi, labda alikuwa ananitambua. Nilimkaribia kwa haraka nikitarajia hata ishara ndogo ya uhai, lakini aliponiona macho yake yalionyesha hofu safi. Alisema, Huyu mtoto ni wa ajabu, mpeni maji yoyote na msaidieni kuchukua mzigo. Ila hata mimi hapa naona kama najielewa sana, kwa nini bado niko hapa kuongea na haya yote yaliyofanyika hapa na kuendelea kabisa na maisha tena? Maneno yake yalikuwa ya ajabu ambayo hata mimi mwenyewe nilishindwa kuyaelewa kabisa. Hii ilikuwa ni dalili kwamba uwezo wangu wa kawaida ulikuwa unadoofika na uwezo wa yule msichana ulikuwa unachukua nafasi yake. Katika hali hiyo ya kutokuwa na uhakika, nilikumbuka maneno ya mwisho ya yule msichana kwangu: msitu unataka mwingine na mimi niko tayari kutoka. Sikia vizuri, usipoziba masikio nitakufuata leo usiku. Maneno hayo yalirudi moyoni mwangu kama vile upinde wa mvua wa maumivu. Nilijua kama nisingechukua hatua ya haraka, labda nami ningekuwa sehemu ya wale waliopotea milele. Usiku huo nilianza kusikia tena sauti ilikuwa ya baridi, ya kuvutia na ya kuahidi uhuru wa jina langu kutojulikana tena. Na zaidi ya yote ni kama yule msichana atajikuta akijua maisha yake yakimaanisha nini na kwa nini anaishi hapa. Sio kilio tena, bali ni wimbo wa kuvutia unaoita kwa kila mtu mwenye huruma ndani yake. Nilijua ilikuwa ni simu ya pili. Msitu wa Nyalanga ulikuwa umefungua tena mlango wake. Nilikuwa nimekuwa mlinzi wa siri za msitu kwa muda mrefu sana nikibeba mzigo wa usaliti na kupoteza kwa wengine, lakini sasa nilikuwa najisikiaje kuwa ni sehemu ya uongozi mpya wa hofu hii. Sikuweza tena kuvumilia kuona watu wangu wa karibu wakipitia mateso haya, na nilikuwa na uhakika kuwa hii ndiyo hali ambayo pia niliijua na kuijua zaidi kwa kila namna. Nikiwa ninatetemeka kwa baridi na hofu, nilifunga macho yangu na kuanza kuimba, sio wimbo niliyojifunza Bali ni sauti ya zamani iliyokuwa ndani yangu, sauti ya Joram aliyewawa. Nilijua kuwa kwa kufanya hivyo nilikuwa nazidi kuingia ndani ya ulimwengu wa yule msichana na kuipa msitu nafasi ya kuchukua roho yangu milele, lakini wakati huo huo nilikuwa nina uhakika kuwa nilikuwa najaribu kuziondoa roho hizi za watu wote waliopotea na kuwapa furaha na amani ambayo walikuwa wanaitamani kwa muda mrefu.